Watu wawili wamefariki na wengine watatu kujeruhiwa vibaya katika shambulizi dhidi ya sinagogi la Heaton Park kaskazini mwa Manchester. Kwa mujibu wa jeshi la polisi, mtu mmoja anaaminika kuwa alipigwa risasi na polisi wa Great Manchester. Polisi walipokea taarifa kuwa kulikuwa na gari lililokuwa likiendeshwa kuelekea kwa watu na kusadikika kuwa kulikuwa na mwanaume aliyeshikilia kisu nje ya sinagogi hilo lililopo barabarani Middleton huko Manchester. Aidha, shambulio hilo lilifanyika Yom Kippur, siku takatifu zaidi katika kalenda ya waumini wa Kiyahudi. Polisi walithibitisha idadi kubwa ya watu walikuwa wakisali katika sinagogi wakati wa tukio hilo lilipokuwa mmoja wa mashuhuda aliona mwanaume akivuja damu sakafuni na mwingine akiwa ameshika kisu. Sambamba na hayo, shahidi huyo aliyetambuliwa kwa jina la Glen alionya na polisi baada ya mahojiano na chombo hicho. Na hii ni tmedia Two, tunaendelea kukuweka karibu na habari mbalimbali zinazoendelea kujili kitaifa na kimataifa, cha kufanya na kushare vilevile. Unaweza kutuachia comment yako, unaweza kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kwa anwani ya tmedia tu pale Instagram, kwa anwani ya tmedia tu pale Facebook. Na mimi ni Loisi Skila.